Kauli hiyo imetolewa bungeni mjini hapa na waziri wa fedha na mipango, Dr Philip Mpango, alipokuwa akiwasilisha mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2017-2018 na mwongozo wa kuanda bajeti. Aidha, shilingi trilioni 1.859 sawa na asilimia 1.5 ya pato la taifa ni mikopo mipya ya ndani kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo lakini vilevile washirika wa maendeleo wanatarajiwa kuchangia shilingi trilioni 3.7. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 496.3 ni misaada na mikopo nafuu ya kibajeti GBS, shilingi trilioni 2.821 ni misaada na mikopo kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na shilingi bilioni 324 ni misaada na mikopo nafuu ya mifuko ya pamoja ya kisekta. Msemaji wa kambi rasmi ya upinzani wa Wizara ya Fedha na Mipango Mheshimiwa Limamde amesema kusimamishwa kwa ajira mpya kumefanya nguvu kazi iliyokuwa na uwezo wa kuzalisha kuishi kama omba omba. Kwa utafiti mdogo wa kiuchambuzi wafanywa na kambi ya upinzani bungeni, ni kwamba mapato ambayo TRA inasema ameongezeka ni hewa. Hii ni kwa sababu bandari ambayo ndio chanzo kikuu cha mapato ya serikali miongoni mwa vyanzo vikubwa vya mapato ya serikali imekumbwa na mtikisiko mkubwa kutokana na mizigo iliyokuwa inaingia kupitia bandari hiyo kushuka kutoka tani elfu 25 kwa siku hadi tani elfu 5, kwa mujibu wa taarifa za kamati. Katika kipindi cha maswali na majibu, baadhi ya wa wabunge wameitaka serikali kueleza ni lini itaanza kutekeleza ahadi ya milioni hamsini kwa kila kijiji na mtaa iliyotolewa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu ili kutatua tatizo la ajira na mitaji kwa vijana na kina mama. Swali lililojibiwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera, bunge, kazi, ajira, vijana na walemavu: ni miujiza gani itakayotumiwa na serikali hii ambayo leo imefilisika, ambayo leo imeshindwa kutoa mikopo ya wanafunzi wa chuo kikuu kwa maelfu, itakayotumia kutafuta fedha hizi bilioni 960? Kwanza naomba kuwahakikishia waheshimiwa wabunge kwanza kwamba serikali hii haifanyi kazi kwa miujiza. Serikali hii serikali hii inafanya kazi kwa mpangilio wa bajeti tuliojiwekea. Fedha hizi zitatolewa na Watanzania, watazipata. Swala la uhaba wa madawa, mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu nalo likaibuka, ambapo baadhi ya wabunge wameomba mwongozo yajadiliwe kwa dharura lakini likagonga mwamba. Baadaye mwenyekiti wa bunge kuda kuwa mawaziri huwa nayashughulikia taarifa ya waziri, lakini pia kuna kuona wakati mwingine taarifa ya mtu mwingine eh, kidogo kama wabunge tunapata tabu kidogo, lakini tunaamini kabisa kwamba serikali hii sikivu, basi itaweza kurekebisha tatizo hili la dawa, kwa sababu hatuwezi kucheza na afya za, za Watanzania. Ni siku ya kwanza ya kikao cha bunge ambacho kimeanza hapa mjini Dodoma. Na swala kubwa ambalo wabunge wametaka kujua ni swala la uhaba wa dawa hapa nchini lakini pia na swala zima la bandari. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Ufosaro wa ITV.